Ni rihla ama trip ya kimalezi, ni safari ya kimalezi ambayo kama unavyoona kuna wadogo zetu wapo pale, lakini pia kuna watoto mayatima. Ni kwa ajili ya kuja ku, kupumzika nao pia ku, kuwafanya wasije wakajihisi kwamba wako peke yao. Zahmidi TV. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtakia ziada za rehma Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, tumekusanyika katika jambo adhim ambalo sote tunafahamu kwa nini tumekuja hapa. Nisio muongeaji sana, kwa sababu ya pia muda umetupa mkono, naongea kwa uchache tu. Uh, tunalolifanya hapa ndugu zangu waislamu ni moja kati ya haki ya Muislamu kwa Muislamu mwenzi wake. Hii haki hii ni haki ya kutoa msaada. Bimaana, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha au ametutaka umati wake tuwe ni watu tunaopeana misaada katika jambo ambalo kwamba leo hii limegurwa bi maana limeachwa ni jambo hili la watu kusaidiana. Abdullah bin Mas'ud alisema, sani'u ma'rufin ma lam yaqa wa in waqa yajidu muttaki'an. Abdullah bin Mas'ud aliwahi kusema, sani'u ma'rufin lam yaqa Wa mtu yeyote mwenye aliyokuwa mazuri kuwafanyia binadamu sawa, ya huyu ni yatima au kwa kigezo kingine, hususan tunaangalia kigezo hiki ambacho kwamba leo hii kimetukusanya cha kuwasaidia ndugu zetu na kuwatembelea na kuwapa faraja ndugu zetu mayatima, kwa kuwa huu ni wema basi Abdullah bin Mas'ud akasema sawani'u ma'rufin ma lam yaqa, kutenda wema hawezi kuwaqa, na lau atakaribia kudondoka, yajidu muttakian a, atakaribia kudondoka, basi Allah humpa sehemu ya kuchegemea, kama alipoongea MC wetu hapa tuijalie ziara yetu hii ni sababu ya kupata ujirani mwema kule kwa Allah subhanahu wa taala fi ljanna tukiwa na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wasalam. Lakini pia tuifanye ni tawassulan kwa Allah subhanahu wa taala, kujikurubisha kwake na kutaka kutengemewa na mambo yetu. Tumetoka ibn jaza, tumekuja sehemu hii kwa ajili ya kuwafariji ndugu zetu hawa aitam. Basi tunakuomba Allah, la kwanza utujalie utupatie ule ujirani na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya Kiyama. Lakini pia katika mambo yetu ya kidunia tuna jambo la mitihani mbele yetu, tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ifanye hii ni sababu ya kufanya vizuri katika mitihani yetu na kutegemewa na maisha yetu hapa duniani, na tuweze kuishi katika radhi zako, tuje kwako ili yakuwa umeturidhia. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wa wassalamu ala rasulillah wa sallallahu alayhi wasallam. Ndugu mtazamaji, tupo katika rihla ama wanasema trip. Hii rihla inaitwa rihlatu at-tarwihiyah Eh, ni rihla ya kuzistarehesha nafsi zetu, kuzipumzisha nafsi zetu baada ya matukio mengi ya kielimu ambayo yamepita. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam wanavyosema, rawihu qulubakum sa'atan ba'da sa'a, embu zipumzisheni, zistarehesheni nafsi zenu muda baada ya muda. Kwa tuko hapa na vijana wetu kama unavyoona hapo nyuma, wana zistarehesha nafsi zao. Haya ndiyo mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya tabu, baada ya shida nyingi. Kwa hiyo, embo upate nafasi kidogo japo upumzike, uweze kuistarehesha nafsi yako. Lakini pia ni rihla ama trip ya kimalezi, ni safari ya kimalezi ambayo kama unavyoona kuna wadogo zetu wapo pale, lakini pia kuna watoto mayatima ni kwa ajili ya kuja ku, kupumzika nao pia ku, kuwafanya wasije wakajihisi kwamba wako peke yao. Basi tumewaletea dada zao hapa, kama unavyoona, waje wapumzike nao wastarehe nao kisha wahisi kama kweli na sisi tuna dada, tuna watu ambao wanatusikiliza ama watu ambao wana, wanatujali katika maisha yetu. Mwisho kabisa ni kukaribishe ndugu mtazamaji, ungana nasi katika TV yetu Zahmid TV.